Mimi ni Samson Sombi Dou ni, ni, ni mdau wa elimu. Tunafanya utafiti kujua mchango wa sekta binafsi katika maendeleo ya elimu hapa nchini. Leo tumemtembelea afisa elimu mstaafu Mama Esther Mwangamila ambaye amehudumu katika utumishi wa umma kwa takriban miaka thelathini akiwa afisa elimu katika wilaya tano za Tanzania bara. Leo tumetembelea shule atatuelezea shule za Atlas ambazo ziko jijini Dar es Salaam. Kuna Atlas Ubungo yenye shule ya awali na msingi lakini pia kuna Atlas Madare na shule ya awali, msingi na sekondari. Mama Mwangamila anakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Nashukuru sana. Uh, bila shaka wewe ni mdau mkubwa sana wa elimu na ni mdau wa shule hasa hizi za binafsi zenye mchepuo wa Kiingereza, na Atlas ni moja ya shule ambazo ni kubwa na ni kongwe hapa nchini na hasa kwa ajili ya Dar es Salaam. Ukiwa kama mzazi au mdau wa elimu, unaizungumziaje shule hizi za Atlas? Karibu. Asante sana. Ni kweli mimi ni mdau wa elimu kutokana na utumishi wangu wa umma, na katika msimamo wa serikali kuna sekta za umma na sekta binafsi. Nina wajukuu zangu watano wote wamesoma Atlas. Kuna walianzia Atlas Ubungo wakaenda kumalizia Atlas Madale, saizi wako sehemu mbalimbali na hiyo ni kwa sababu gani? matakwa ya serikali kuhusu masuala ya elimu wanatekeleza Atlas, wanaenda kama serikali inapotaka. Sasa hapo hapo pengine ka, pamoja na ukaribu eh, na, na, kwa sababu una shule nyingi hapa Ubungo, hmm, labda kwa uchunguzi wako kama mdau wa elimu ni kipi ambacho pengine kilikushawishi zaidi familia yote au wajukuu zako wote kuwapeleka sh E, kilichovutia zaidi ni jinsi walimu walivyokuwa wanafundisha yeah. Walikuwa karibu sana na watoto yani, mwanafunzi akiumba darasani anapofundishwa wanakuwa naye karibu, hata baada ya masomo wanamfuatilia, wanakupigia mzazi mlezi, mwanafunzi huyo ana changamoto moja mbili tatu, tafadhali msaidie ili aendelee kusikiliza mwalimu. Kuna swala moja la upendo, kuthaminiana. Yani watoto wanapendana wote wanathaminiana kama familia moja, ni kitu ambacho kwa kweli yani kinavutia. Hakuna mtoto ambaye atamnyanyasa mwenzake kwa kumpiga au nini, yani kumuonea, kumnyanyasa, yani wanaelekezwa kuishi kwa upendo. Hmm. Ndio kitu ambacho kimesaidia sana wanasaidia sana hata kwenye masomo. Mazingira ni moja ya kitu ambacho ni muhimu kwa wanafunzi kujifunza. Na bila shaka shule hizi umeshawahi kutembelea, eh, mazingira yake katika wanafunzi kujifunza yakoje? Kwa kweli mazingira yanaridhisha, kwa sababu yaani mwanafunzi anahitaji apate nafasi nzuri darasani pate dawati lake akae atulie afuatilie mambo alafu, bahati nzuri Atlas, wakati wa mapumziko utakuta kuna tv pale, kuna vipindi vya kielimu, kuna vipindi vingine vya yani, watoto yani tuseme wanaitaga nini, katuni za watoto zile zinawasaidia mm, pia kujifunza mambo ya kilimwengu, inapendeza mjukuu eh, wangu wa kwanza iko chuo cha Mwalimu Nyerere anachukua stashahada ya masuala ya uongozi na utumishi wa umma. Moja ya serikali inahimiza na hata shule za binafsi kwamba shule ziwe na maktaba ili watoto waongeze ujuzi kusoma. Unajua sio kila kitu wafundishwe darasani mm. eh, katika kutembelea kwako shule za Atlas, hasa Ubungo ambako watoto wako ndio wengi wametoka hapa na wanaendelea, kuna maktaba kuna maktaba nzuri kwa kweli, kuna maktaba inavutia na watoto wanajitahidi kuitumia maktaba ile mm. kadri ya maelekezo. Na sisi wakirudi nyumbani tunaambia sikiliza, usitumie simu kugoogle, nenda kasome maktaba, tafuta kitabu kinachohusiana na masomo uliojifunza leo. yeah, okay, okay, utapata okay. majibu mazuri yeah, kuliko yeah, kugoogle yeah, yeah. ya wajukuu zangu ambao wamemaliza shule ya msingi Atlas amefanikiwa kupata nafasi katika shule ya kimataifa ya Aga Khan ambayo iko Dar es Salaam, ndio uwekezaji wake aliofanya Afrika na Tanzania. Sh yaya, yaya, yaya. Kwa hiyo ile binti alivyokwenda kwenye interview pale alifanya vizuri sana, wakamchukua na wakampa scholarship kwa kwahiyo anasomeshwa na Aga Khan yule alipofanya vizuri hey. Wakampenda waka nah. Wakampa na ofa nah. Yeye sasa akakumbuka kuna rafiki yake kwamba kwa kwa bibi kwa nini na yeye asije tusome wote. Kwa hiyo sasa watle, watoto wa Atlas, wa wawili, e, pia, tuna watoto wa wawili pale pia tunasisitizwa na mtaala mpya kwamba pia masuala ya michezo hmm. Watoto wacheze watengeneze wenyewe e, vipi kuhusu michezo shule za Atlas zinatoa kipaumbele kiasi gani? Kwa upande wa michezo, shule iko vizuri sana. Utakuta hapo hata wakirudi jioni ile, utakuta sijui wanacheza tenisi. Kwenye shule zangu za kawaida sijaona tenisi, hey, yeah, yeah. Lakini hao unakuta sijui wanacheza tenisi wengine, mm. wana, wanaongelea sijui siyo... basketball. Yaani wako vizuri kimichezo mm. Wako vizuri na ni ni ni taaluma ambayo itawaweka katika nafasi nzuri, ukizingatia sasa hivi kuna michezo, kuna watu mashuhuri wakina Serena, yeah, Williams. Maana yake michezo imekuwa kama ajira eh, eh, kujiajiri binafsi eh. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere, mmoja ya mambo ambayo alikuwa anasisitiza sana baada ya kupata uhuru ilikuwa ni wananchi kupata elimu, na aliwahi kusema kwamba ili kumsaidia mwananchi maskini msomeshe watoto wake shule za Atlas. Katika utoaji wa huduma ya elimu yenyewe inatoa kwa watu wa wa kipato kipi? watu wa kada ipi zaidi? Yani shule za Atlas kampasi zote, Ubungo na Madale, zina watoto wa kada zote au makundi yote ya kijamii bila kubagua mwenye kipato asio na kipato. Yani ni shule ambayo inalenga kutoa elimu kwa jamii wateja wake, na hata kwenye yani, hata kama kuna changamoto zozote katika masuala ya malipo na nini, wanakaa wanayaongea. Wanachojali Atlas, pamoja na gharama lazima ziwepo Naelewa mm. Hii ni sekta binafsi, gharama za kuendesha lazima ziwepo, lakini haziwafanyi wao, sio kikwazo cha kupokea wateja wa, wa, wa daraja lolote au ngazi yoyote. Kwa hiyo wana wanafika mahali wanaridhiana kwenye changamoto za kimaisha, imechelewesha ada na nini nimekwama mnaenda mnayaweka sawa. um, umezungumza ume swala la mikutano ya wazazi. Kwa hiyo huwa mnakubaliana wanatangaza sera zao, labda wanatangaza michango na nini, ni kitu ambacho e, kinakuwa jumuishi mm, kwenye vikao ni kitu jumuishi, mnaongea mnakubaliana mm. kwa hiyo ukiondoka pale, kwanza muhula, unajua kabisa kwamba moja, mbili, tatu mm. nakabiliwa kulifanya lakini aufungu mtoto anaenda shule na wewe unaenda kutekeleza majukumu yako. Mkurugenzi ana shida kabisa. Unajua yani... e, kuna baadhi ya watu inakuwa ni ngumu a e, msimjua hata mkurugenzi hata sio watu wa watu, labda ni mtu ambaye anafikika kirahisi, ana shida kabisa, yani ni mnyenyekevu, okay. Na yani unajua ukiwa uki, uki na tasisi ukaotamba amba hey, sasa wewe unakuwa ni mtu daraja la juu hata juuttakukimbia, lakini unanyenyekea, unaishi pamoja na watu ah eh haina hey. shida tunampenda watuasidauaomkurugenzi nadhani anaenda na sera, anaenda na sera za shule zake, anaenda na sera za shule zake, anaenda na mahitaji ya wananchi hmm. anaenda na sera za taifa katika masuala ya elimu bora. Unapozungumzia msisitizo katika elimu bora ni pamoja na mazingira bora. Sasa kwa upande wa shule ya Madale Atlas Madale campus, upande wa mazingira ukianza hmm, na mazingira kiujumla yanavutia, kana miti ya vivuli ya kutosha, majengo mazuri ya kutosha, na hata kwenye madawati kule, yani vifaa vya kufundishia vya kujifunzia vimekaa vimetulia, panavutia na ndio maana panawezesha watu wengi kupenda kujiunga na Madale. Pia tunavyozungumzia mazingira na ubora wa elimu katika shule za za Atlas, tunazungumzia miundombinu bora, mazingira bora, na kinachovutia sana kwa upande wa shule za Atlas wanaruhusu watoto wakasoma de na wanaruhusu watoto wakaenda bweni. Kwa hiyo ni chaguo la wewe mzazi, kama unapenda wanafunzi wako mwanao awe bweni au awe de, nafasi zipo ndio, yani ndio uzuri wa hizi shule za Atlas, okay. E, zina zinaleta mazingira mazuri ni, zinakupa pia nafasi wewe mzazi kuchagua, pamoja na masuala mengine lakini pia elimu eh, inasisitizwa maadili mm, watoto watambue wajibu wao nje na kusoma darasani, wanapokuwa nyumbani, wanapokuwa na jamii, ushiriki wao katika kazi za nyumbani na nizamu kwa majirani. Watoto wa Atlas kwa uzoefu wako hali hiyo iko kwa kweli? Watoto wa Atlas wamefundishwa wa, wa wa ma, wanafundishwa maadili mazuri ya kijamii ya kifamilia na ya kishule. Kwa hiyo akitoka shule akirudi nyumbani anajumuika na familia katika kutekeleza majukumu ya nyumbani, akimaliza anaenda anarudi kwenye maswala yake ya shule, labda homework na nini, anaendelea ni, ni wasikivu, alafu wanyenyekevu. Wa hizi uh, shule za binafsi mara nyingi watoto wanapata chakula shuleni, na wanakuja toka asubuhi mpaka jioni, breakfast ile ya saa nne na lunch na nini. Kwa utaratibu wako, chakula kinaridhisha au wajukuu wakirudi pengine wanalalamika? Okay, chamana ni kule yani, kinachofurahisha ni zile huduma za chakula zipo, si unaelewa? okay, okay, okay. Watoto wengine wanakaa mbali au saa nyingine kwa mfano madarasa ya saba anatakiwa awahi, kwa hiyo saa zile, uh, saa kumi na mbili hawezi kunywa chai uh, uh, ana wasiwasi, anajua shuleni okay. Eh, kwa hiyo huduma za chakula kwa kweli zinaridhisha na watoto wanapatiwa mimi ni kushukuru, labda neno una. Sasa tunaendelea, Atlas ipo Ubungo, ipo Madale sekondari na primary na nasari. Nini wito wako kwa wadau, wazazi wa Dar es Salaam na maeneo ya jirani ya jiji hili? Sawa, wasiache watoto wakazurura tu majumbani. Unajua mtoto mlevu ndo akwavi kwa hiyo kuna nasari hapo au daycare senta, zinaanza miaka mingapi? Miwili, mitatu, minne? Mm, watoto wasikae tu mtaani wakajifunza na nini, watafute nafasi waanzishe shule. Mm, wakimaliza wanaenda msingi, wakimaliza wanaenda sekondari, wakimaliza, Mungu anawajalia wa wanaenda zao vyuo. Kwa hiyo mazingira ni mazuri. Mama Esta Mwangamila, mimi nikushukuru kwa kuchukua muda wako, lakini tumejifunza mengi sana katika sekta ya binafsi, mchango wao kwa maendeleo ya nchi, kwa maana ya kutoa wataalamu kama ulivyosema, na bila shaka serikali inajali sana michango ya sekta binafsi, ikiwemo sekta ya elimu. Tunaitisha kwa kusema Watanzania, kazi endelee.